Habari za wakati huu na karibu katika utabiri wa hali ya hewa ambao ni wa saa ishirini na nne zijazo. Na kwa usiku wa leo, ni matarajio yetu kuwa maeneo ya magharibi mwa nchi yetu, nyanda za juu kusini magharibi Kusini mwa mkoa wa Morogoro, Ruvuma, Lindi pamoja na Mtwara, maeneo haya yanatajwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache. Mikoa ya Singida pamoja na Dodoma, maeneo haya yanatajwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua katika maeneo machache. Wakati maeneo mengine ya nchi yanayosalia, maeneo haya yanatarajiwa kuwa makavu na kwa siku ya kesho, mifumo ya upepo naishoo natarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita kumi kwa saa katika ziwa Tanganyika pamoja na ziwa Rukwa na kwa kasi ya kilomita ishirini kwa saa katika ziwa Victoria pamoja na ziwa Nyasa lakini pia kwa kasi ya kilomita thelathini kwa saa kwa ukanda wote wa Pwani, na hivyo hali ya bahari inatarajiwa kuwa na mawimbi makubwa kiasi na kwa siku ya kesho ni matarajio yetu kuwa maeneo ya magharibi mwa nchi yetu, nyanda za juu kusini magharibi, maeneo ya kati mwa nchi yetu, mikoa ya Morogoro, Luvuma, Lindi pamoja na Mtwara, maeneo haya yanatajwa kuwa na hali ya mwengu kiasi, mvua na ngumu za radi katika maeneo machache pamoja na vipindi vya jua. Mikoa ya Arusha, Kilimanjaro pamoja na Manyara, maeneo haya yanatajwa kuwa na hali ya mwengu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache pamoja na vipindi vya jua. Wakati maeneo mengine ya nchi yanayosalia, maeneo haya yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, lakini pia pamoja na vipindi vya jua. Natupate kuangalia utabiri wa hali ya hewa wa siku nne zijazo kwa baadhi ya miji hapa nchini. Dar es Salaam, vipindi vya mvua nyepesi vinatarajiwa. Dodoma, vipindi vya mvua na ngurumo pamoja na vipindi vya mvua vinatarajiwa. Mwanza, vipindi vya mvua na ngurumo vinatarajiwa. Kilimanjaro, vipindi vya mvua nyepesi pamoja na vipindi vya jua vinatarajiwa. Mbeya, vipindi vya mvua na ngurumo vinatarajiwa. Morogoro, vipindi vya mvua nyepesi pamoja na vipindi vya mvua na ngurumo vinatarajiwa.